Ripoti ya matukio ya baada ya majanga nchini inasema kuwa Kenya iligharamika kwa shilingi bilioni 12.1 wakati wa kuwasaidia waathiriwa wa ukame kati ya milioni 1.5 na milioni 3.5 kutoka mwaka 2008 hadi 2011. Mapema Jumatano, Wizara ya Ugatuzi kwa ushirikiano na mamlaka inayokabiliana na ukame, NDMA imezindua mpango mpya wa kukabiliana na madhara yanayotokana na ukame kwa kuimarisha hali ya maisha katika kaunti zinazoshuhudia ukame nchini also investing heavily in irrigation to address the issue of food security good progress is being made in the galana kulalu scheme where we have recorded the first harvest there are also plans to construct multi-purpose dams to provide water for livelihood projects in the asal counties with the ede we now aspire to act quickly Mpango huu unapania kuimarisha kilimo na utoshelezaji wa chakula, afya, elimu na miundo msingi katika maeneo kame. Serikali za kaunti zimetakiwa kuwa mstari wa mbele kukabili ukame. Mpango huu unatarajiwa kuafikiwa kabla ya mwaka wa 2022. Mashirika yasiyo ya kiserikali yameahidi kuisaidia serikali kupunguza makali ya ukame huku umoja wa Uropa ikiahidi kuipa Kenya shilingi bilioni 10.5, kwa juhudi hizo. Chris Oyer, QTV.